afuya historia za mashekhe na ulamaa wetu, leo tutakuletea ni historia ya Sheikh Khamis Mtumweni wa Mkoani kisiwani Pemba. Mjukuu wa Sheikh Khamis Mtumweni, Sheikh Muhammad Usi Sheha au maalim usalimini, ndiye msimulizi wa historia hii. Karibuni. tunapenda kufahamu alimu huyo Sheikh Khamis bin Mtumweni bin Sheha alizaliwa wapi? Yeye amezaliwa Kisiwani Pemba, katika wilaya ya Kusini Mkoani, kijiji cha Kindani, mtaa wa Kwadole. Baadaye walihamia wazee wake mtaa unaitwa Minyenyeni. Inatarajiwa kuzaliwa kwake ilikuwa ni ndani ya mwaka 1910 au 1910. Shehe wetu huyu kazaliwa akiwa yatima kwa sababu baba yake alipokufa bado akali mtoto mdogo, na baada ya muda kidogo akafariki mama yake, na akanyonyeshwa ni dada yake anaitwa Bibi Mwatime Mtumweni. Baada ya kuzaa dada yake huyo alinyonya pamoja na mjomba wake anaitwa Bwana Usisheha. Ulbi... Shehe wetu huyu, wazee wake ni watu waliozalikana kutoka Chutama, Nungwi na Tumbatu pamoja na Mambasa kwa Wabunya Wa shekhe wetu huyu kazaliwa katika koo ya watoto watano. Kwanza, kaka yao wa mwanzo akiitwa shekhe Omar bin Mtumweni, huyu alikuwa ni mwanachuoni bali alipokufa bado ni mtoto mdogo, yani hakuwahi kusoma kwake. Yeye alikuwa haja hatimu hata umri wa miaka sita. Awa pili, dada yake anayeitwa Bibi Mwatime biti Mtumweni. Watatu, kaka yake anayeitwa Ali Mtumweni, aliwahi kuwa sheha wa shahia, na alifariki mwaka 1960. Wanne, dada yake anayeitwa mwanawiji Mtumweni ndiye ali, alianza kumsomesha Qurani tilawa, na watano ni shekhe wetu huyo, shekhe Khamis Mtumweni heh. Na shekhe wetu huyu alianza kusoma Qurani tilawa kwa dada yake anaitwa Bibi Mwanawije Mtumweni, kwa msaada wa kaka yake bwana Omari Mtumweni hadi kuhitimu juzuu 30.

Baada ya hao kuna Sheikh Rajab bin Kombo wa Mkoani kwa Changawe, Sheikh Juma na Sheikh Ali maarufu wanaitwa mapacha, hao wako Kanambe ole. Sheikh Salum bin Ali bin Abdullah Menzili, huyu wa Matubirini Mkoani. Sheikh Haidar bin Kasim, huyu wa Matubirini Mkoani. Sheikh Sheha bin Khamisi, huyu alikuwa ni shemeji yake, alikuwa na kafidani Mkoani Pemba, na Sheikh Usi bin Sheha ambaye ni mjomba wake A, alikuwa naka kidani na wako wengineo, si wajui wetu. Huyu alianza kujikita katika usomeshaji wa Qur'ani tilawa na tajwidi, karibu muda usiopungua miaka sitini na tano mpaka alipofariki, hata nikamlisi mimi ambaye ni mjukuu wa dada yake mwaka 1967 nikafungua chuo na mpaka leo bado ninacho.

Shehe wetu huyu ni mwana chuoni mkuu. Sababu ya kusema hivyo ni kuwa mnamo mwaka 1962 wanavyuoni wa Zanzibar wote katika wizara ya elimu walifanyiwa mtihani. Katika wizara ya elimu alipata nafasi ya kwanza kwa walimu wa Unguja na Pemba. Shehe wetu huyu kazi zake za kutafutia maisha ilikuwa ni kilimo na ufugaji, yaani mchungaji wa ng'ombe, lakini akipenda kujishughulisha zaidi kutafuta elimu ya dini ya Kiislamu kila fani katika pande za Pemba hasa kusini na kati, vile vile alikwenda na Unguja hasa mjini na Makunduni wow. Kazi zake za dini. Mnamo mwaka elfu mia tisa ishirini na nane, baada ya kuvunjika skuli iliyokuwa Jambangome, ikaja Mkoani, na kuja Mkoani skuli ya ueleni ilianza kupolisi kwanza, na baada yake walikimbia wanafunzi na kufanya utoro, wakawa hawataki kusoma kwa sababu wazee wakisema kusoma skuli ni ukafiri. Kwa hivyo akashirikiana yeye pamoja na bwana mmoja anaitwa Sheikh Abdul Khamis, ambaye ni shehe wake, kutaka mkataba wanaibu balozi wakala wao asmahol kuanzisha masomo ya dini ya Kiislamu kwanza maskulini. Kwa sauti moja, mashaka hao wawili wakasimamisha hilo, ikaanza Kuran class baina ya serikali na jamii ikakubaliana kuwekwa local council, chuo cha local council na kusimamia vyuo. Shekhe huyo alisimamia vyuo vya local council maskulini kwa ajili ya serikali. Yeye shekhe wetu akawa ndiye mwalimu wa diana na erebi kwa shule ya Uweleni mwaka elfu mia tisa thelathini na thelathini na moja na akaendelea mpaka mwaka 1963 na akawa anasomesha shule ya Uweleni na Sheikh Abdallah naamani wa Chambani akawa nachu, ina, ina, ina, ina, ina, class, na yeye anasomesha Quran class huko Chambani, na yeye akamtafuta bwana mmoja anayekaa Ngezi anaitwa Bwana Sharif bin Hamadi akawa anasomesha Quran class na wanafunzi. Sheikh wetu huyu amepata watoto saba, kati yake wanaume ni watano, mmoja ameshafariki katika hao, wakabakia wanne, na wanawake ni wawili, bado wote wangali hai. Shekhe wetu huyu alikufa usiku wa kuamkia Jumane saa tisa, tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili themanini na nne na kuzikwa siku ya Jumane tarehe nne mwezi wa kumi na mbili themanini na nne, kwa ukidani kunakoitwa Vinyenyeni. Mwenyezi Mungu amrahimu pamoja na warehemu na mashaikh wote. Ni historia ya Sheikh Khamis Mtumweni aliyeishi mkoani Kisiwani Pemba kama ilivyosimuliwa na mjukuu wake kadhi mdogo mstaafu, Sheikh Muhammad usi usishea au Maalim Salimini. Mwenyezi Mungu atupe tofiki ya kuiga tabia zote njema za mashekhe wetu na kuwa wepesi wa kutafuta elimu ya Kiislamu, kisha tuitumie na kuisomesha kwa wengine. Amin wa billahi tofik.